Asalamu As alaikum, ndugu zangu, karibuni tena katika chaneli hizi za ulimwengu wa giza, na leo utakuwa na mimi Maalim Hussein katika kujifunza mambo yanayohusu ulimwengu wa giza, na katika vitu ambavyo tutajifunza, tutajifunza hasa kuhusu masuala ya majini. Leo tutamzungumzia jini na aina hii ya kundi la majini ambayo tutalizungumzia. Kwanza kabisa, fahamu majini ni viumbe ambao umetajwa katika vitabu vya kale ambavyo vinaelezwa kuhusu habari zao za ndani kabisa, na Mungu pia amewaeleza majini katika vitabu vyetu vya dini, lakini hawa viumbe sisi hatuna uwezo wa kuwaona, wao wanatuona, isipokuwa kwa utaalamu maalumu binadamu wanapaswa kuwa nao ili kuweza kuonana na majini au kufanya chochote na majini. Kwa hiyo nafikiri leo tutazungumza majini ambao kwa jina moja tunaweza tukawaita mahudamu ama watumishi. Majini hawa wana sifa za kumtumikia binadamu, tofauti kabisa na majini aina ya mashaitani. Shaitani anapokupa mali yake, shaitani anapokusaidia jambo lolote, anataka wewe ndio umtumikie yeye, sio wewe uweze kumtumikisha yeye. Kwa hiyo wako majini wenye sifa ya utumikishaji na wako majini ambao na sifa ya kutumikishwa. Kwa hiyo leo tutazungumzia mafudamu ambao ni majini wenye sifa ambao wewe sasa binadamu ukiwa naye unaweza kumtumikisha katika lengo na kazi ambayo unaikusudia. Sasa leo tutazungumza kundi la majini wa Kikuraishi. Hawa majini ambao wanasimamiwa na jina moja linaloitwa Rash. Hawa majini wanasimamiwa na jina hili na ndio jina ambalo pekee unalitumia katika kuwaita pindi ambapo unataka shughuli zako ziweze kukuendea katika hali nzuri, aidha unakusudia katika mali, unakusudia katika mambo ya tiba, unakusudia katika mambo ya biashara, unakusudia katika mambo ya mapenzi, upendo, katika mambo yoyote ya kujikinga na baadhi ya mambo tofauti tofauti. Kwa hiyo, hawa, hawa ili kundi la majini wa Kuraishi ni aina ya mahudamu ambao unaweza ukawatumia, lakini jinsi ya kuwapata hawa mahudamu, kwanza tunatakiwa tufahamu unawezaje kumpata hudamu akakutumikia akawa mtumishi wako. Unaweza ukawapata, lakini ziko njia maalum za kufuata ili kuweza kuwapata hawa mahudamu. Hawa mahudamu wanapatikana na hasa unapokuta mtu ana uwezo wa kukaa chini akafuatilia misingi iliyoelezwa, misingi iliyokuwa sahihi ya kuweza kumpata hudamu huyu, basi anaweza kumpata. Lakini mahudamu hawa pia ni aina ya majini wanaosifa ya kuuzwa maanayake, mtu anaweza kukuuzia kiumbe huyu. Mtaalamu mwenye sifa na uwezo wa kuweza kuwaalika hawa viumbe akawaita, basi anaweza kuwa na nguvu ya kukuuzia yule kiumbe, akakupatia yule kiumbe, wataka kiumbe wa mali, akaja kutumikia kwa ajili ya kukuletea mali kiumbe wa biashara akaja kutumikia kwa ajili ya kukuletea watu katika biashara yako, ikakuwa kiumbe wa kuweza kuvutia mapenzi kutoka kwa mtu fulani, au kataka kuvutiwa jambo lolote lilokuwa la kheri, au kiumbe wa kuchimba madini. Eh, unapoenda kuchimba madini, basi upate madini ya kutosha. Basi kudamu huyu pia unaweza ukapatiwa na akaweza kukutumikia na kudamu huyu. Asilimia kubwa makudamu huyu anatumia pete, lakini kabla hakukabidhiwa pete hiyo ni lazima kwanza uwe umewasiliana na huyo kiumbe maana yake unaweza kufika ofisini na ukanitafuta mimi Maalimu Hussein kwa namba za simu anza na 255 752 84 20 84. Hapo unaweza ukaja moja kwa moja paka hapo ofisini, akaalikwa uka huyo kiumbe, kisha ukazungumza naye mkakubaliana, kisha ukapatiwa pete yake, ukaenda kufanya naye kazi katika kukuletea mali na vitu tofauti tofauti. Aidha, kama utataka jambo hili kuifanya hali yako huko mwenyewe, tumesema kiumbe huyu wanatumia jina moja kubwa linaloitwa Rash. Majini hawa ni aina ya majini wa Kikuraishi. Hili Rashi, Rashi, Rashi, Rashi. Jina hili wanatakiwa ulitamke mara elfu tano katika pembe ya chumba ambacho unafanyia kazi. Lazima kuwe kuna chupa maalum ambayo utaiona katika pembe hiyo. Washa mishumaa aina saba tofauti, washa udi wenye kunungia. Unaweza kuwasha udi aina tofauti kama aina zenye kupendeza zenye kunukia vizuri na mishumaa aina saba. Kisha chukua mishumaa e, e, hiyo ielekeze katika pembe moja katika chumba ambacho utachagua kufanya shughuli hiyo, kisha ita jina Rashi, Rashi, Rashi, Rashi. Chupa ile ndani yake hakikisha unaweka maji ya bahari, maji ya marashi na maji ya rose water. kisha